Karibu katika hadithi ya mashindano ya akili ya wanyamapori na ujanja wa sungura. Simulizi yenye visa vya kusisimua, mikasa ya burudani na funzo la thamani. Hadithi hii inahusu mashindano ya wanyama na ujanja wa sungura. Palikuwa na msitu mkubwa uliojaa wanyama wa kila aina. Kulikuwa na tembo mwenye nguvu, simba mwenye mshindo, fisi mwerevu, punda milia mpole na sungura mdogo lakini mchanga wa akili. Msitu huo uliitwa Msitu wa Nyoka Saba, na kila mwaka kulikuwa na tamasha kubwa la mashindano ya akili ya wanyamapori. Mwaka huo, habari zilienea kwa kasi. Habari zilisema kuwa mshindi wa mashindano atapata taji la dhahabu, chakula cha mwaka mzima na heshima kuu ya msitu. Kila mnyama alitamani kuchukua taji hilo. Tembo alijivuna kwa kusema, nitashinda kwa kumbukumbu kumbu yangu ya ajabu simba akanguruma kisha akasema hakuna kinachonizuia mimi ndiye mfalme wa msitu lakini sungura akiwa mdogo na mwepesi alicheka kimoyomoyo wow, na kusema waona misuli mimi nina akili usiku mmoja kabla ya mashindano wanyama wakuu walikutana kisirisiri kupanga mikakati tembo simba na fisi walikubaliana kushirikiana kumwangusha sungura ambaye walisema ni mdogo sana kuwa mshindi. Fisi alisema tutamwekea mitego ya kumchanganya akili, lakini hawakujua kuwa sungura alikuwa amesikia kila kitu akiwa amejificha kwenye kisiki cha mti. Sungura akajiambia na kusema, basi sasa ni vita akili, na vita hii nitashinda kwa ujanja, si kwa nguvu. Siku ya mashindano ilifika. Wanyama walikusanyika kwenye uwanja mkubwa karibu na mto wa Kunguruma. Majaji walikuwa ni nge, bundi na kobe, wanyama maarufu kwa hekima. Kipenga kilipopulizwa, changamoto ya kwanza ilitangazwa, changamoto ya kutatua kitendawili kigumu. Kitendawili kilikuwa kinasema hivi, nina miguu minne lakini siwezi tembea, ninapumua lakini si hai, mimi ni nani? Tembo akasema ni sanamu ya mnyama. Simba akasema ni kivuli. Sungura akanyanyua mkono na kusema ni kuni zilizo hai, kwa moto zinapumua kwa cheche, lakini hazitembei. Majaji walishangaa sana, jibu lilikuwa sahihi sana. Sungura akaongoza raundi ya kwanza. Raundi ya pili ilikuwa ya kutoroka mtego bila kutumia nguvu. Wanyama waliingizwa kwenye mashimo yaliyochimbwa ardhini. Tembo alijaribu kusukuma ukuta wa shimo, hakufanikiwa. Simba aliruka akashindwa. Sungura akatulia kisha akakwapua jani la mkwaju akaliweka kwenye mdomo kama pembe, na akatoa sauti kama nyoka. Walimbo waliokuwa walinzi wa shimo wakadhani ni nyoka wa sumu, wakakimbia. Sungura akatoka kwa utulivu. Bundi akasema kwa mshangao, aliwaogopesha kwa akili, si nguvu, bundi akajisemea hivyo. Raundi ya tatu ilikuwa ya kutatua njia kutoka kwenye msitu wa miba bila kujeruhiwa. Tembo na simba walikubaliana kumfuata sungura kimya kimya, lakini sungura alijua. Alichukua majani ya mlonge na kuyanyunyiza kwenye miba. Yakalala chini kama mkeka, akapita juu yake bila kuumia. Tembo na simba walipojaribu kufuata, wakaumia kwa miba mikali na kelele zao zikavuruga raundi nzima. Majaji wakasema. Oh, sungura ni mwerevu. Wengine walijaribu kuiga badala ya kufikiri. Raundi ya mwisho ilikuwa ya kubuni njia ya kuvuka mto wenye mamba wengi bila kuogelea wala kuruka. Simba alijaribu kutembea juu ya mawe, mamba wakamrukia. Tembo alijaribu kutengeneza daraja la magogo, ikawa ngumu. Lakini sungura alichukua mianzi michache, akatengeneza filimbi na kuanza kupuliza muziki wa mamba. Mamba wakaanza kucheza wakisahau maadui wao. Sungura akatembea juu ya mgongo wa mamba waliocheza kama daraja la binadamu. Wanyama wote wakashangaa, wakapiga makofi kwa sauti. Majaji wakasema, "Sungura ndiye bingwa wa akili." Sungura alipewa taji la dhahabu, chakula cha mwaka mzima na heshima ya kuteuliwa kuwa mshauri wa msitu. Majaji wakasema, "Ujanja hauko kwenye mwili mkubwa au sauti kubwa, bali kwenye kutumia akili kwa amani na hila nzuri." Sungura akasema, niliwashinda si kwa nguvu, bali kwa kutumia jambo ambalo halionekani kwa macho na ni busara. Wanyama wote walijifunza kuheshimu kila mmoja bila kudharau udogo au umbo. Je, umelipata funzo gani kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa ujanja na busara vinaweza kuwashinda hata wenye nguvu. Usidharau mdogo kwa sababu hujui ukubwa wa akili yake. Na katika kila changamoto ya maisha, fikiria kabla ya kushindana, kwa sababu akili ni silaha yenye nguvu kuliko misuli. Je, yeah, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Lakini nikukumbushe, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, Bye bye.